Ehe, nipange sasa nipange. Ehe, e nakukaribisha sana. Hei, Hei, tai, ta, Hei, blaza mkubwa akoli e, kwa heshima sisi ndo wadudu wenyewe wachuga wenyewe. Tunakukubali kinyama blaza yetu blaza yetu wenyewe Ally Hapi mzazi. Tumesikia unakuja tu wewe, tumekuja kutega hapa tunakunasia tu wewe baba yetu kwa heshima. Tunaomba wenyewe kwa heshima na sisi tupo kwenye msafara wako, tukaone tu wenyewe hizi doria zako unazopiga wenyewe. Tunaamini wewe. Mama ametenda maajabu, ametenda miujiza. Na kingine, sisi kama wadudu tunakuomba baba, umfikishie mama ujumbe wetu hapa tunaomba maana, tumefunga sisi kama wadudu tumefunga siku arobaini. Yeah. Yeah. Yeah. Kwa sababu tupunguziwe miaka miwili miwili waongezewe mama yetu Samia Suluhu. Alafu kitu kingine ni kwamba mama yetu tunaomba, hata kwenye uchaguzi apumzike tu nyumbani, apumzike nyumbani. Sisi kama wadudu tupe tundinga yeah. Tufanye yetu tuzunguke doria yeah. ni kumaca oh, wa kijiji ama yetu Samia Suluhu Hassan, sisi kama wadudu, hatutaki uteseke. Arusha ni akoko yetu, tumepitisha bila kupingwa kama okosikama tumesema hivi kwa heshima yenyewe, tumekuja kumsubiri brada yetu hapa, hali yenyewe kwa heshima, Hapi mzazi, kuangalia miradi yako. Alafu tunasemaje? Mama lala pumzika, Arusha umechukua bila kupingwa, tupetu usafirikuosha E, kwanza niwashukuru sana wadudu, naona niko kwenye ulinzi wa kutosha kabisa. Nawashukuru na sana, mm -hmm. Na unajua ukifika Arusha, wadudu ni Arusha na Arusha ni wadudu e, vijana wa po Makonda, mm -hmm. E, na sisi tunawapenda na tunawakubali sana Nami kama mzazi kwa kweli nawapa gwara, tuko pamoja na nimesikia salamu zenu kwa mama, hey kabisa. Nataka niwahakikishie wadudu kwamba salamu kwa mama nimezipokea na nitazipeleka Amin. amina baba, amina baba, amina baba, amina baba. Lakini nimepokea pia maombi kwamba wadudu wanataka waungane na mimi kwenye ziara yangu Mwanaji. Kwa hiyo kama mzazi, ombi hilo la wadudu nimelipokea na ninaomba wasaidizi wangu wafanye utaratibu twende na wadudu kwenda kukagua mradi wa mama.